Kuna magonjwa ambayo mwanaume akiwa nayo huwa ni tishio kwake, hasa magonjwa kama vile sukari, presha na koreso. Sawa, magonjwa haya huwa ni tishio kwa sababu ni vyanzo kwanza vya wanaume wengi, vifo vya wanaume wengi. Vilevile huwa vinampelekea mwanaume huyu mwenye magonjwa haya kushindwa kuendelea na aktiviti zake za kawaida, ila mbaya zaidi humpelekea mwanaume huyu kushindwa kupafom vyema tendo la ndoa na wengi huwa wanaangaika kutafuta matibabu mbalimbali mbali bila kupata mafanikio. Iko hivi, kama una changamoto aidha ni sukari, presha au koreso au magonjwa yote yanayohusiana na mfumo mzima wa mzunguko wa damu, mwanaume, usiangaike kutafuta matibabu ya tatizo la nguvu za kiume, ila tafuta matibabu ya chanzo cha tatizo lako. Dr Seif nipo kwa ajili ya kusaidia na kupa msaada wewe heza kiushauri au kwa matibabu, ili uweze kuondokana na changamoto hiyo. Nitafute kwa tiba na ushauri.